Walikuwa wako fomu, lakini baada ya hiyo hawawezi. Kwa hiyo msingi mtu anataka kupanda hapa hapa aapakwaa kwamba na ndio maana tunatarajia kila akademi kila klabu